Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imelaani vitendo vya ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania vinavyosambaa kwenye mitandao ya kijamii vikionyesha baadhi ya watu wakicheza ngoma na muziki usio na staha katika maeneo ya wazi ikiwemo vyombo vya usafiri na makazi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Oktoba 21, 2025 na kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hassan Mabuye, imeeleza kuwa vitendo hivyo vinakiuka misingi ya maadili ya Mtanzania na kusababisha taharuki katika jamii. Ni kwa muda sasa kumekuwa na vitendo visivyo vya kimaadili ikiwemo watu kucheza ngoma maarufu kama fagia uwanja au kigoma cha Uruguai wakiwa katika mavazi yasiyo na staha, hasa katika maeneo ya changan nyikeni maarufu kama uswazi, jambo ambalo limezua taharuki na kushawishi mamlaka kuingilia kati. Hata hivyo, wizara imewataka wahusika wanaoendelea kusambaza picha hizo, ikiwemo kuzichapisha katika mitandao ya kijamii, kuzifuta mara moja ili kulinda maadili ya Kitanzania na kujiepusha na makosa ya kimtandao. Aidha, imewataka wadau wote wenye taarifa kuhusu matukio ya aina hiyo kutoa taarifa katika mamlaka husika ikiwemo wizara yenyewe, mamlaka ya mawasiliano Tanzania tcra na jeshi la polisi ili hatua za kisheria moja dhidi ya wahusika hao. Wizara imeonya wananchi kujiepusha na kusambaza maudhui yenye ukiukwaji wa maadili kupitia mitandao ya kijamii kwa kuwa kufanya hivyo ni kosa kisheria chini ya Sheria ya Makosa ya Mtandao ya mwaka 2015, inayokataza usambazaji wa picha na video zisizo na maadili. Pia imesisitiza kuwa kulingana na Sera ya Utamaduni ya mwaka 1997, usimamizi wa maadili ni jukumu la jamii nzima, na kuongeza kuwa itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kutoa elimu na kuchukua hatua kwa wote wanaokiuka misingi ya maadili kwa makusudi.